Katika aliyoharamisha Allah wa antushriku billahi na kumshirikisha Allah wa antushriku billahi na kumshirikisha Allah ma na lile ambalo au na vile ambavyo lam yunzil bihi, hakuteremsha Allah kwa vitu hivyo. Sultana, hoja yoyote, hakuna hoja yoyote kwamba hivyo vinafaa kushirikishwa. Ni akili zenu tu mmerithishana kwamba hiki chaweza kukusaidia kinyume na Allah subhanahu wa taala, na wengine wakarithishana maneno ya ujinga kwamba Allah subhanahu wa taala amesema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Kuna watu wana maneno hayo, hata Mungu mwenyewe akasema jisaidieni na mimi nitawasaidia atakuhalalisha lile baya anayotaka kulifanya. Nyinyi mwasoma Qurani na wengine na wengine mwahifadhi, mshaiona aya hiyo kwamba kuna aya yasema jisaidieni na mimi nitawasaidia? Lakini watu wanamzulia Allah uongo ili wahalalishe yale maovu wanayotaka kuyafanya, na miongoni mwa hayo ni ashirku billah taa, kumshirikisha Allah subhanahu wa taala utakatu hivi hivi bwana eh, lazima uhangaike bwana, lazima utoke bwana, kwa sababu tumeambiwa, Mwenyezi Mungu mwenyewe akasema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Hii ni aya imetungwa na washirikina na baadhi ya wa Waislamu wakaibeba. Hakuna aya hiyo, hakuna. Kutoka mwanzo wa Qurani mpaka mwisho wake utapata aya hiyo. Lakini wastainu billahi wasbiru, utaziona aya kama hizo, wala allahi fatawakkalu lakini msaada kwa Allah, fanyeni subra. Ziko aya hizo, takini msaada kwa Allah na kwa Allah peke yake mtegemee. Waduuhu mukhlisina lahu ddin, muombeni hali ya kumtakasia dini. Aya kama hizo ndio taziona ndani ya Qur'an. Lakini jisaidieni, kwa maana kwamba nendeni mkaroge, nendeni kwenye mizimu, nendeni kwa waganga wale, jisaidieni na, na mimi nitawasaidia. Mbona wafunga mlango aliyetuamria tu tufunge mlango ni mtume sallallahu alaihi wasallam, pia angesema haramu kufunga mlango tusigefunga mlango, kwa sababu tumsikiliza yeye anayotuambia, atumsikiliza yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba usiku ukishaingia, fungeni milango, anna shaitana la yaftahu baban mughlaqa, kwa sababu shetani hawezi kufungua mlango uliofungwa. Kwa hiyo tunapata maelekezo kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na si kwa kutunga tunga. Kwa hiyo, hivyo wanavyofanya watu hivyo, wakamshirikisha Allah na vitu vingine, ni vitu visivyofaa, ni katika yaliyoharamishwa.